Tumepiga hatua kubwa sana kujitosheleza kwenye idadi ya majaji na mahakimu jao, bado hatujafika, lakini kwa kweli ukiangalia ilivyokuwa huko nyuma, Mheshimiwa Rais, uh, uh, tumepiga hatua kabisa. <clears> Halafu <throat> tunaangalia kiwango cha utatuzi wa kesi. Uyano wa kesi zilizomalizika ikilinganishwa na kesi mpya zinazoingia. Muda wa shauri, wastani wa muda unaotumika tangu kufunguliwa kwa kesi hadi kutolewa kwa hukumu. Halafu udhibiti wa mlindikano wa kesi, jinsi mahakama inavyoshughulikia kesi za muda mrefu ambazo bado hazijatolewa hazijatolewa uamuzi. Mheshimiwa Rais ni kuambia kwa kwamba kwenye hili nalo tumepiga hatua, tumeiweka mfumo, mtazamo, mfumo wetu wa ndani wa kushughulika haya. Lakini hata kauli mbiu yetu ni ile nini Kovari, nani, vision vision yetu dira yetu ya mahakama sio ile bira ya taifa. Dira ya mahakama inasema haki sawa kwa wote, mapema ipasavyo. Kwa hiyo na ikiwa ilikuwa d kwenye ibara ya 17 sat2b hiyo, haya tunayazingatia. Lakini hivi karibuni, katika hotuba yangu ya tarehe 22 Disemba, nilisema tunaachana na utaratibu huu wa sijui utaratibu wa kusubiria mashauri yaliyofunguliwa zamani ndio yamalizike kwanza. Kesi itasikilizwa kwa kadiri ya umuhimu wake na uwezo wake wa kutatulika mapema. Tulikuwa na utaratibu hapa, Mheshimiwa Rais, kwamba mahakama za mwanzo tuliwekea muda kamba miezi sita kesi iwe ndio imesikilizwa, mahakama kuu, mahakama za wilaya mwaka mmoja, mahakama kuu miaka miwili, mahakama ya rufani miaka miwili. Sasa hii kulikuwa na sababu za msingi wakati huo kwa kweli kulikuwa ni sababu za msingi, maana kwanza hatukuwa na mahakama nchi nzima, mahakimu wenyewe walikuwa wachache. Sasa hali ni tofauti, tunaachana utaratibu huo. Tunataka mtu haki yake ipatikane mapema ipasavyo, isipokuwa kama kuna sababu za msingi. Sa hili inayo baadaye ili tuletea shida, kwa sababu mtu akitaka kusikiliza kesi anasema ah, bado kuna miezi sita, akitaka kusikiliza anasema bado kuna miezi kumi na miwili, baadaye anakuwa mvivu, haimalizi inakuwa backlog, akitaka kusikiliza anasema na miaka miwili. Kwa hiyo, kwa ujumla tulikuwa na timeline ya kukamilisha mashauri other things being equal kwa miaka mitano na nusu tunaachana na hiki kitu. <laughs> Yaani, kesi inapofungua mahakama ya mwanzo kama mpaka inaenda mahakama ya rufani inakaa mahakamani miaka mitano na nusu. Na that was illegal, ndio maana ulikuwa unaona tunasema siji haki inayopatikana kwa wote kwa wakati. Kumbe, wakati ni miezi sita hata kama kesi ingemalizika siku hiyo hiyo. Alafu miezi kumi na miwili hata kama kesi ingemalizikwa baada ya miezi miwili. Kwa hiyo tunaachana nayo Mheshimiwa Rais. Alafu kigezo cha tano ni uadilifu na uh, na uwazi that is integrity and the transparency. Hii inazingatia usafi mzima mfumo mzima. Moja, kutokuwepo kwa rushwa, ikiwa hongo inahitajika ili kuharakisha kesi au kushawishi hukumu ipendelee upande fulani. Mahakama hiyo inakosa ubora na inakosa uhuru. Wajibikaji kwa umma. Je, michakato ya mahakama iko wazi kwa umma? Sisi hapa kesi nasikilizwa in open court na maamuzi yanatolewa kwenye law reports, lakini pia mengine yatangazwa kwenye mitandao. Kuchapishwa kwa maamuzi: je, hukumu zinawekwa mtandaoni ili umma na mawakili wazisome na kuzifanyia utafiti? Hicho kigezo Mheshimiwa tunakitimiza. Halafu sita, kutabirika na, na uthabiti wa maamuzi yani predictability and consistency. Ili mfumo wa sheria uaminike, kesi zinazofanana zinapaswa kuwa na matokeo yanayofanana. Uhakika wa kisheria, sheria ziko wazi na zinatumika kwa usawa na udhabiti. Kuzingatia maamuzi ya awali, yani precedent. Mahakama za juu hutoa miongozo ya wazi ambayo mahakama za chini zinafata. Kigezo cha saba ni upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources. Upatikanaji, hii inahusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha. Ni kigezo muhimu cha mahakama bora duniani. Pili, bila rasilimali za kutosha uhuru wa mahakama hubaki kuwa na, wakinadharia badala ya uhalisia. Kigezo cha nane, Mheshimiwa Rais, ni masilahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yaani adequate and secure emoluments. Masilahi na stahiki za waheshimiwa majaji, mahakimu, na watumishi wa mahakama zinalindwa kisheria ndizo msingi wa kulih, uhuru na uadilifu wa utumishi wa mahakama. Katika ibara 142 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mishahara, pension, posho na a uzeni, malipo ya uzeni, mshahara ma, pension na posho, hivi vinalipwa kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina, ndivyo katiba inavyoelekeza. Sasa <laughs>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 Mheshimiwa Rais, mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishahara yao, posho, pensheni, usalama na ajira ya mazingira bora kazi. <laughs> <laughs> ah. Na mambo mengine Mheshimiwa Rais, anasikitisha, lakini i, majaji ruo stafu kwanza tu wanao wanaostafu wanachelewa baada ya kuhamisha kutoka kwenye mfuko mkuu wa kama Katiba inavyoelekeza kupeleka huku kwa mtendaji mkuu, wanasubiri ile fedha atakayotengewa na Paymaster General. Matokeo yake hata jaji mkuu anachelewa kupata hazina yake, posho yake, mpaka akae miezi sita ndo apewe. Huyu jaji mkuu atakuwa na <laughs> <laughs> moyo? Majaji hapa posho zao, pensheni zao zinasuasua, na mimi sasa wananilalamikia. No, ndo akaniambia wewe, ndio mlezi wetu sasa, bwana, kayabebe hayo no, na usipo yasema tutakupiga majungu mpaka ondoke hapa mbele kwako. <coughs> Wewe, mheshimiwa rais, naomba unisamehe tu. Sura <coughs> Sura na shangilia huko. <coughs> Nisinge asema haya waangeza usema huyu jaji mkuu nadhani akili yake sio nzuri. <coughs> Sisi tumwambia tuseme si mambo atungemwachia masawa angeyasema <laughs> kina Masowe wana sifa ya, wa ya wa kupigania haya maslahi. Kwa hiyo <laughs> kwa hiyo Mheshimiwa Rais niona hili na, kigezo cha tisa ni miundo mbinu na teknolojia yani